katika jina la Yesu amen. Mimi kama nilivyotambulisha mchungaji kwa hilo jina la Watson, Jafet Namle ni Mbena toka mkoa wa Mbeya, lakini nimezaliwa mkoa wa Njombe. Haleluya, sijawahi fikiri au kuwaza kwamba nakuja kuja mji huu msitu wa Tengo, mkoa wa Manyara, lakini Mungu wa ajabu sana ameleta msitu wa nini Watembo. Kichwa chetu cha kalenda ya siku ya leo, wito wa kuingia katika ufalme wa Mungu, injili kama ilivyoandikwa na mwinjilisti Mathayo mlango ule wa saba mstari ule wa kumi na tatu mpaka kumi na nne Mahali hapo, Mwana wa Mungu ametunzwa hivi: ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotovuni na wali wengi waingiao kwa mlango huo 14. Bali mlango limwembamba na njia imesongwa iendayo uzima, na nayo ni wachache. Maneno haya maneno ya ajabu sana kwetu wanadamu unawekaa juu ya uso wa hii dunia. Mungu anatamani sana wanadamu wajue juu ya habari ya njia mbili, na hizi njia mbili ni mlango sema piteni kwenye mlango na mlango miwili ambao mmoja mlango ni mpana sana, ambao watu wengi sana kwenye mlango huo ni rahisi kupita. Mlango huu ni fumbo, nafanana na habari ya njia kwamba ziko njia mbili kwenye hii dunia, njia ambayo ni pana sana, na hiyo njia watu wengi sana wanapenda kuipita kwa sababu ni njia pana, haina misukosuko, haina vikwazo sana, hiyo njia pana lakini njia nyingine, njia njia mbamba, njia mbamba, <laughs> mmbamba, njia mbamba, ni njia nyembamba. Hiyo njia nyembamba ina vikwazo vingi sana, pande mwingine pia hiyo njia nyembamba inafananishwa na huu mlango mwembamba. Huo mlango mwembamba au hiyo njia nyembamba ndio njia au mlango wa kuingia mbinguni, na huo mlango au hiyo njia wanayoona hiyo njia au mlango ni wachache, wengi wao wanapuuza juu ya hiyo njia wengi wao wanapuuza juu ya wa kwenye huo mlango kupita, hawataki ubanabwana, yani kupokea ile hali ya kubanwabanwa, wao hawataki, kwa sababu wamezoea au wamezoeshwa na roho ya asi na roho ya uovu, roho ya ukengeufu, roho ya kejeri, roho ya kumdhalau Mungu, roho ya kumbeza Mungu. Waona kwamba hii njia nyembamba ni njia ambayo sio sahihi. Anasema kwamba wokovu ni nguvu, msalaba ni nguvu, lakini watu wengine wana wokovu au msalaba si kitu kwa kwao, ni upuuzi. Kwa hiyo wale watu ambao wanapenda kupita njia pana, habari ya njia nyembamba kwao ni upuuzi. Wanakuona wewe naye pia njia nyembamba <laughs> wanakuona mpuuzi, huna maana, lakini laiti wangejua kwamba wewe unayepita enye un njia mwembamba un unapita kwenye un njia sahihi, unayepita kwenye un mlango mwembamba, mlango anayekuwa mwembamba, unapita kwenye mlango un un sahihi. Sikia neno la Bwana, anaheri mtu yule ambaye ndani yake amekusudia kupita kwenye mlango mwembamba. ni mafumbo ya Mungu anayejua kesho yangu au kesho yako. Sio akili yako, sio mume wako, sio mke wako, sio mtoto wako. Anayejua kesho yako ni Jehova Mungu. Haleluya! Ameweka mafumbo, anatisha, anashangaza sana. Angalizo: kuabudu kwako, kusifu kwako, imba kwako, piga kinanda au magita, je, unafanya hivyo roho na kweli, au naigiza au najifichia humo? Ni kweli, viongozi hawajui, lakini Mungu anajua, anaangalia moyoni. Mahali fulani mtumishi mmoja akasema kwamba usione kwaya au imbaji miongoni mwa kwaya au imbaji, wanaopiga makofi au mabiti, wana tabia kupiga mapigo. <laughs> wakati fulani apiga mapigo, kumbe anamkonyeza mtu wake wa nyuma wovu wenye ibada, wovu wenye idara, wovu na wimbaji, wovu ene kitulano, wovu kozewa kanisa, wovu wa viongozi, Mungu wanakuona, Mungu anajua, ameshika maisha yako, ameshika hatima yako. Muda usiosani, Mungu aitaka ya roho yako. Unafananishwa na kuku ambaye wa kienyeji Anayeokota okota, okota huko na huko. Ni mafumbo makubwa sana ya ajabu. Nikifikiria naona maisha yangu si kitu. Nikiwaza juu ya fumbo la kifo naona maisha yangu si kitu. Nasema eh, Bwana nipe neema nikuabudu, nipe neema nikutumikie, maana ni fumbo, hakuna jua ya siku wala saa. Habari ya mfugo huu ambao ni kuku, najua hapa, mnajua na mnafahamu kuku alivyo Hapotei mlango wa njia ya kwenda nyumbani kwake, nyumbani, nyumbani, njiani wanasemezana, turudi nyumbani, turudi nyumbani mmoja anategea, anajeeka mwingine anamhimiza arudi wapi? Nyumbani. Wakifika nyumbani, wanaingia ndani. Ni fumbo, ni siri kubwa. Bahati bahati mbaya au nzuri, mwenye nyumba amefikiwa na mgeni ambaye, baada ya miaka mingi sana, mgeni wake alikuwa hajawahi fika pale nyumbani kwake. Miaka kumi baadaye mgeni amefika pa nyumbani. Baba na mama wameishiwa mboga, niseme nisiseme ya kukolea ndani. Mama na baba wanajadili, halmashauri ya ndani naita katibu na mwenyekiti wake. Kwenye ndoa baba ni mwenyekiti, mama ni katibu, japo kwamba ndoa nyingine mama ndio mwenyekiti, baba ni katibu. Usiwe wewe. Mashauri haya yanaendelea kuko, hujui kwamba kuna watu wanajadili huko ndani, ili tu bila kujua baadaye, baba na mama wanajadili. Baba anasema mtafute John huko kwenye chumba chake na mwambie Elizabeth andae maji ya moto kwa ajili ya kumtafuta yule kuku kwa ajili ya mboga ya, ya, ya mgeni aliyotufikia leo. Kwanza tunamsangaa Mungu na kumshukuru kwa ajili ya mgeni wetu huyu. Mungu ametuhurumia, ametuletea tumchinjie kuku aweze kufurahia. John aende kwenye banda kwa maelekezo ya mzazi Fulani mweupe, umchinje. Elizabeti yuko jikoni anaandaa maji ili kuku ile atumbukizwe, aanze kuandaliwa kwa maandalizi kwa akinamama, kwa kwa kwa kwa kanachinjwa, anapia kelele, kujua maana ya kujua. Ah, ghafla kaendewa miguu yake, anashanga nini atokea. Baadaye kachinjwa. Swali langu kwako kwa kwa kanisa la Mungu KKKT, mwenzangu yule kuku angejua kwamba leo anachinjwa, angerudi angerudi. Ni fungo kubwa kwa mwimbaji, ni fungo kubwa kwa mtu wa kitulano, ni fungo kubwa kwa kiongozi ambaye unajichanganya, unampaka Mungu unataka hatima yako iko mikononi mwa Mungu. Leo upo, kesho haupo. Saizi upo, upo baadaye haupo. Anayejua sio wewe. Yuko mwenye kuku ambaye ndiye Mungu, mwenye makofi kwa Yesu wetu, Haleluya. Nabii Yeremia amezungumza hapa mbaya au uzuri Mungu amehurumia wanawake wengi kuliko wanaume, si hapa na kwetu hivyo hivyo? Umeona hapa 80 kwa ngapi 200, mbili ndivyo ilivyo kote. Kwa nini sisi kama wanawake, kama wanawake, asema, wanawake au ninyi kama wanawake mna uwezo mkubwa kusababisha mabadiliko ndani ya kanisa. Kwa hiyo Mungu anasema watafuteni wanawake, fikirini mwatafute wanawake wache walie kwenye ule mji mwanake, kuna uovu uliokuwa umeingia kwenye ule mji juu ya taifa la Israeli. Asa uovu umepitia mabadilishano juu ya kina wetu juu ya Watanzania juu ya wanadamu juu ya watu wa msitatembo. Kwa hiyo watafute mfikiri, mtafute wanawake wasimame wale wasimame, waombe toba juu ya msitu wa tembo, juu ya ardhi ya msitu wa tembo, juu ya kanisa keketi, juu ya roho ambayo imekamata watu hao, na wakishaomba, ili mioyo ya watu hao iweze kuchuzika machozi. Baada ya maombi ya wanawake, Mungu anataka wa ndani yangu ndani yako Haya, mna heri mji ambao mna umoja, mna mshikamano kwa ajili ya kumtangaza Yesu Kristo. Haleluya, msikate tamaa. Lakini ndani yako ishi kwenye maisha matakatifu, ishi kwenye hofu kwamba mimi sijiu siku yangu nimtumikie Mungu yeye akakushawishi kwa mbinu za mwanamke <laughs> ukaenda siku hakuna maisha duniani bila uzima milele. Yesu Kristo aliyotumwa alikuja kutafuta kilicho potea miongoni mwetu. Kama liko mtu hapa anataka kupatana na Yesu Kristo, ili ndani yake ndani yake neno juto liingie, ili mwambie Mungu amrehemu ni mwambie Mungu amuokoe ni mwambie Mungu atangaze msamaha kwake. Kama liko miongoni mwetu, nyosha mkono wako, naomba ni Bwana Yesu, watoto wako hawa kwa iyali yao wenyewe wamefikiri sana, wamewaza sana, wamejua kwamba maisha uliyowapa si ya kwao, bali wewe Mungu umewapa haya maisha haya. Baada ya kusikia ujumbe huu Mungu, wametafakari, wamehesabu gharama kweli wanapita ile mlango mpana na ukawapa maelekezo juu ya kupita kwenye mlango wa njia mlango mwembamba. Baba nakuomba wakumbuke, wasamehe. Bwana wamepita mbele madhabahu yako takatifu, naomba warehemu, naomba warehemu. Nikuambia sasa ya toba. Bwana Yesu, ninakushukuru, nimesikia habari zako nimejitambua ya kwamba mimi nimetembea kinyume na mapenzi yako. Baada ya kusikia hayo, ninaomba Yesu, ni rehemu, ni rehemu, ni rehemu. Bwana, ufute jina langu kwenye kitabu cha hukumu, kwa damu ya Yesu uandike jina langu mimi kwenye kitabu cha uzima, uzima wa milele. Nipe neema kwenye mlango na kupita kwenye mlango huu mwembamba, nipe neema kutembea kwenye njia nyembamba, kisha nipate usima usima wa milele. Niponye utu wangu wa ndani, utu wangu wa nje, ponye maisha yangu, ee Yesu, tangu sasa Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, na wakabidhi kwako hawa kondoo wako, wewe ufunaye, naomba neema kwa ajili yao, achilia nguvu ndani yao, achilia njaa nuyako ndani yao, achilia kiu ya maji ya uzima ndani yao katika jina Yesu. Uweza wako na nguvu zako ziwafunike sasa, neema yako na uwezesho wako uwatamie, asiwepo mtu atakao kengeusha katika jina la Yesu Kristo, nawatenganisha na miungu yote, nawatenganisha na maagano ya wachawi na waganga katika jina la Yesu Kristo, nawatenganisha na kila magonjwa kwa damu ya Yesu, nawatenganisha na roho ya ukoo na asiri. e Bwana,